Wanafunzi ni sehemu ya jamii inayokuzwa kwa ajili ya taifa lijalo. Kumekuwa na sintofahamu ya wanafunzi kutoshiriki masuala mbalimbali ya kijamii yanapotokea. Taarifa zaidi tuungane na Amini Nyaungo. Silaha ya ushirikiano ni kushiriki na kujichanganya na jamii inayokuzunguka baada ya kuona hayo ndipo tukawatafuta wanafunzi watuambie namna gani wanashiriki shughuli mbali mbalimbali za kijamii ambapo wanafunzi wa chuo cha Uhasibu mkoani Singida wametoa maoni yao juu ya hili. Sisi ya Singida. Sisi kama wanafunzi, tunashirikiana nao tunajumuika tuna, tuna, tuna, tuna, yani, tuna kutembelea mashirika ya watoto yatima, misiba, lakini pia shughuli zingine za kijamii mfano E, uchangiaji wa maendeleo. E, kuna sehemu tunashiriki pia kufyatua tufali. Kuna sehemu pia tunashiriki donation ya damu, lakini pia tuna mpango wa kwenda kuwatembelea watoto yatima, lakini pia e, tuna mpango wa kwenda kuzitembelea hospitali ambazo e, zina watoto wale watoto njiti. A, kuna umuhimu mkubwa sana e, wa wanafunzi kushiriki katika matukio mbalimbali. Chukulia mfano, natoka sehemu tofauti tunafika katika maeneo ambayo officially tunakaa sehemu ambayo tunachangamana na jamii. E, mara nyingi tunajishughulisha tuna na shughuli ambazo e, ni za jamii zaidi, wakati ambapo matukio yanapotokea. Mfano, ikitokea tukio la msiba mahali ambapo e, kuna jamii au umma wa wanafunzi wa TIA yei, tunashiriki kikamilifu katika hatua ya mwanzo mpaka hatua ya mwisho kwa sababu na sisi ni pati e, na paseli ya jamii kwamba mimi ni sehemu ya jamii, na unapofanya vile pia inasaidia wewe kutambulika katika jamii. Hata inapotokea fursa mbalimbali, unaweza kufanyaje? Kushirikiana na mkaweza kusongesha katika gurudumu la maisha na mafanikio, na hata kujikwamua katika changamoto mbalimbali mbali. Sababu, sababu nyingine kwa sababu tunaenda ulimwengu wa kidigitali, mnapokuwa mmekutana na jamii, mnashauriana pia, mnaweza kushea idea mbalimbali. Kwa mfano mikiwa kama kijana kwenye jamii kuna watu walika mbalimbali mbali, mfano wazee, umri wa kati na hata watoto. Kwa mfano ukakutana na mtu mzima mkashauriana vitu vya kibusara, nakumbuka mimi ni kijana, itanisaidia hata napoingia kwenye familia, nikafahamu vingi sana kabla ya wakati wangu. Kwa majina, naitwa Bonifasi Deus Masanyiwa, ni mwanafunzi wa TIA campus ya Singida. Sisi kama wanafunzi wa chuo cha uh, TIA campus ya Singida tumekuwa tukishiriki katika uh, matukio mbalimbali mbali, na jamii ikiwa ni pamoja na matukio ya kimaendeleo, kwa sababu maendeleo ni pamoja na shughuli za ufanyaji wa usafi. Yanapotokewa matukio ya ufanyaji wa usafi uh, katika kampasi yetu, lakini pia katika jamii kwa ujumla. Lakini pia sisi kama wanafunzi uh, huwa tunashiriki katika matukio mbalimbali ikiwa mbali, ni pamoja na sherehe katika jamii, kwa sababu Uh, ndani, miongoni mwa wanafunzi tuna vipaji mbalimbali ikiwa mbali, ni pamoja na madansa. Kwa hiyo hawa huwa wanashiriki moja kwa moja uh, katika sherehe mbalimbali ambazo zinatokea katika jamii. Lakini sambamba na hilo, tuna kwaya mbalimbali uh, ndani ya, ya kampasi ya Singida ambazo ni miongoni mwa wanafunzi ambao huwa wanashiriki katika matukio mengi ya kiserikali ikiwa ni pamoja na matukio ya Mei Mosi, lakini sambamba na hilo tuna wanafunzi tuna, wa, wa, wa, ambao wana vipaji vya michezo katika maana ya mpira wa miguu, mpira wa pete na michezo mbalimbali, ambao hawa huwa wanashiriki katika matukio mbalimbali mbali, uh, wana, uh, katika jamii, lakini pia Uh, huwa wanashiriki katika matukio ya kiserikali ya kitaifa na matukio mengine. Kwa hiyo sisi kama wanafunzi wa, wa, wa TIA campus Singida, uh, tuna ushiriki chanya sana katika matukio ya jamii ikiwa ni pamoja na hayo ya michezo, burudani, kuimba na kucheza na matukio mengine ambayo yanatukutanisha na fursa mbalimbali lakini pia yanatukutanisha na jamii ambayo inatuzunguka. Aa, ni muhimu sana kushiriki matukio haya katika jamii kwa sababu kwanza yanakuza ulinzi na usalama. Sisi wanafunzi wengi tumetoka mikoa nje tofauti na mkoa wa Singida kwao, tunapokuwa na ushiriki chanya katika katika, katika jamii zinazotuzunguka inatufanya pia tuwe na, tu, tu, tuwe na ulinzi mkubwa kwa sababu jamii inatufahamu kwamba sisi ni wanafunzi wa chuo cha kampasi chuo cha TIA cha kampasi ya Singida. Lakini pia tunavyotoka nje kushirikiana na jamii inatufanya sisi kama wanafunzi kupata fursa mbalimbali mbali ambazo ziko nje na mazingira ya chuo na mazingira ambayo sisi tunasoma, kwa hiyo inatusaidia sana. Mwalimu wao ambaye anayesimamia wanafunzi hao juu ya ushiriki wao yeye anasemaje. Naitwa Ambwene Kajula, mimi ni mshauri wa wanafunzi katika taasisi ya uhasibu Singida. Ushiriki wa wanafunzi katika taasisi ya uhasibu Singida katika jamii inayotuzunguka ni mkubwa A, kwa sababu tulivyowalea wanafunzi wetu na tunavyowaelekeza wao ni kati ya watu ndani ya jamii. Kwa sababu mazingira yao wanayotoka kila siku ni ndani ya jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo wao kushiriki ni jambo ambalo ni la lazima, kwa sababu shughuli mbalimbali za kijamii zinazotokea lazima na wao waonyeshe ushiriki wao katika namna moja au nyingine. Kwa mfano wana, wana tia yei, mara nyingi tumekuwa tukitoka lakini kuona sehemu mbalimbali jinsi gani ambavyo tunaweza kufanya usafi, lakini vile vile kushiriki katika matukio mengine. Kwa mfano, wiki iliyopita tulikuwa na ushiriki wa kufanya usafi katika maeneo yetu ya chuo, lakini vile vile nje ya taasisi ambapo tulifanya katika hospitali ya rufaa ya Mandewa, lakini si hivyo tu katika mambo ya kijamii kwa mfano misiba na harusi, na yenyewe pia tunashiriki kikamilifu na sana sana katika msiba, kwa wale ambao wanapata changamoto za namna hiyo katika jamii inayotuzunguka lazima tuweke utaratibu unaoeleweka wanafunzi ambao wanakuwa na vipindi wao hawataweza kushiriki katika muda fulani ambao wataingia kwenye vipindi, lakini wanafunzi ambao hawako kwenye vipindi ni lazima washiriki kusaidia kukata kuni, kuosha vyombo na kugawa chakula na vitu vya namna hiyo ili jamii na yenyewe iwakubali na iweze kukubali kuishi nao na kuwasaidia katika changamoto wanazopitia mbalimbali huko aliko. Unajua sio kweli taasisi kwamba iweze kumfikia kila mwanafunzi au kila mwanajamii katika namna moja au nyingine. Lakini unapoiunganisha jamii na watoto ambao tunakuwa nao katika taasisi yetu inakuwa ni rahisi zaidi kuwawekea mazingira bora ya wao katika ukuaji, malezi lakini vilevile vile katika kuwakuza kuwa vijana bora wa kesho au viongozi bora wa kesho kwa taifa linalokuja. Kwa hiyo ushiriki wao ni mkubwa sana na matukio ambayo tunayafanya kwa ajili ya jamii ni mengi vile vile. Na wala hatuyumbishi, tumekuwa tukitoa elimu maeneo mbalimbali kama taasisi na ili tuweze kuwaonyesha ya kwamba dunia kwa sasa inahitaji ushiriki wa kikamilifu katika jamii, na wala tu sio kujiweka pembeni kwamba sisi ni wasomi au sisi tumesoma, kwa hiyo hatuwezi kushiriki katika mambo mengine ambayo yanatendeka kwenye jamii. Hapana. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunalitambua kimtambuka kwamba ni eneo mahususi na ni eneo zuri sana katika makuzi na malezi ya wanafunzi katika jamii yetu. Jamii inayoishi nao wanafunzi hao nao pia wanao maoni yao juu ya ushiriki wao katika maswala mbalimbali mbali ya kijamii. Mimi nafikiria kuhudhuria kwao asilimia ndogo, kwa sababu msiba unapotokea mara nyingi labda wanakuwa kwenye vipindi. Hali ya ushiriki, kwa kweli baadhi wanajisikia kushiriki Kikamilifu bila tatizo. Mwenyekiti wa mtaa wa Uwanja wa Ndege amejitokeza hadharani kutuambia namna wanavyoshiriki wanafunzi hao. Mimi naitwa na Barnabasi Mahinya, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Uwanja wa Ndege, kata ya Mandeo, manispaa ya Singida hii. Ushiriki wa wanafunzi wanaoishi katika mtaa wangu tunasaidiana kwa mengi, ingawa wakati mwingine tukio linaweza kutokea la kifo, wao wako madarasani, lakini kwa kweli tunakwenda nao vizuri, na hata kama kifo kinatokea cha mwanafunzi yeyote yule, mimi niko mstari wa mbele, huwa natoa nachangisha rambirambi katika mtaa wangu kwa ajili ya msiba uliotokea. Hapo chuoni. Kwa sababu nina vyuo viwili, na chuo cha utumishi wa umma pamoja na chuo cha ualimu Singida na shule ya sekondari ya Singida. Kwa hiyo hivi vyote vinaniangalia mimi, tukio linapotokea ndani, mimi nina majukumu yangu, nikilifuatilia lile tukio mpaka liwe limeishia mwisho wake. Tunaishi nao vizuri na hata walimu wa chuo cha utumishi wa umma niko nao karibu sana sana sana sana, pamoja na chuo cha walimu Singida. Kwa hiyo kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushirikiano huu, tunakwenda vizuri tunakwenda vizuri sana sana sana. Matatizo yapo, kulikwepo na shida za nyuma, watoto walikuwa na tupwa wachanga, lakini hii kwa hivi sasa hili jambo limekufa kabisa baada ya mimi kulikemea makanisani. Ninapofika makanisani nalikemea, msikitini tunapeleka wanakemea. Kwa hiyo watu wa dini na wao tuko nao niko nao karibu sana kwa ajili ya tulikuwa tunalikemea hilo jambo. Kwa hiyo kwa hivi sasa haya ma, haya maasi ya kuwatupa watoto hayapo hmm. <tipo> tena um, kwenye harusi tuko nao, wanakuja kama tunza, wanakwenda kwa wakina mama huko baadhi, lakini kwa sababu kitongoji changu na kwa wakati mwingine kunafanyika harusi kunafanyika tunza, wanashiriki wakina mama, kwa upande wa kina mama hmm. tunakwenda vizuri. Mwanzo nilibainisha kwamba uh, inawezekana kutokea misiba, lakini unakuwa mdogo. Ni kweli unakuwa mdogo kutokana na wengine wanakuwa madarasani, hiyo ndio sababu kubwa lakini kukiwepo na shida yote, wani, uvijana kwangu, na shida yote hata kwenda ni wakati, mimi vijana wa mtaani kwangu nawahimiza twendeni tukachimbe kaburi, na wao wanakwenda watu wanakwenda nao. Kwa hiyo mtikuo hupo, lakini ingawa wao wamekuja hapo kwa ajili ya masomo na na mara nyingi wao wanabananishwa kwenye masomo, au wengine ambao wako free tuko nao tunasaidiana nao Unajua, haya mambo yako hata katika jamii ninayoishi. Unaweza kutokea msiba hapa nyumba nyingine, wengine hawaonekani. Haya mambo yapo, hizi ni changamoto za watu wao binafsi e. Kwa hiyo mimi siwezi kuwalaumu sana wanafunzi kwamba kwa nini hawaonekani. Hapana, mtu anasikia jambo zito kwamba kuna msiba mahali fulani, alafu yeye atokei, hii ni mtu binafsi, labda yeye hata kufa. Kwa hiyo mimi siwezi kuwalaumu sana wanafunzi eh, ni mtu binafsi anavyojisikia yeye. Mm, uhalisia ukoje sasa? Unatoka jamii moja, unakwenda kuishi kwenye jamii nyingine, unaona kuna umuhimu wote kuchangamana nao, hasa kwenye matukio ya kijamii kama haya? Ai, kinachotakiwa kinachotakiwa ni kwamba linapotokea jambo lolote lile la kijamii, wanafunzi wawe mbele katika kujisari, kusaidiana pamoja na wale jamii waliopata matatizo. Eh. Hiyo ndio dunia inavyokwenda, kushirikiana upande wa serikali, wakati si labda tuna harambee na wao wajumuike. Ja, jambo fulani limetokea la msiba, nao wawepo kwa sababu haya hayana mmoja, haya ni kila mmoja anampata. Sasa hmm. wito wangu mi ni kusaidiana na kushirikiana pamoja, kama kuna shida, kuna raha, wote tuungane, tuwe kitu kimoja. Ndio taifa sisi, tuliolelewa katika taifa hili eh, sio taifa, taifa la mfarakano, never. Kwa hiyo mimi ningeshauri kwamba ushirikiano ni kitu cha bora zaidi, na hasa kumtanguliza Mungu kwamba mimi leo nimepatwa na hili yule amepatwa na hili na hu, ni mimi je, kesho na kesho kutwa nitakuwa wapi? Ushirikiano tu na upendo hasa, ukimtanguliza Mungu, upendo utakuwepo tu. Mimi kama ki, mkiongozi wa eneo mimi hili mimi niko nao karibu sana. Ili kutengeneza jamii inayojali utu na utulivu, wazazi, walezi na jamii inatakiwa kuwa karibu na watoto wao katika kuwafundisha maadili mema. Amini Nyaungo, Chamber Talkshow TV.